David Oaga Mokaya, ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu nchini Kenya anakabiliwa na mashtaka ya kujibu mara baada ya kuchapisha picha ya msafara wa watu wakishiriki msiba wenye nukuu ya kupotosha mtandaoni. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka nchini Kenya, Mokaya anashtakiwa kwa kutumia ukurasa wake wa X zamani Twitter, mnamo Novemba 13, mwaka 2024, akidai kuwa ilikuwa ya mwili wa Rais William Ruto ukiondoka kwenye nyumba ya mazishi ambapo mahakama imefahamishwa kuwa picha hiyo ilionyesha jeneza lililokuwa limefunikwa bendera ya Kenya na kusindikizwa na maafisa wa kijeshi waliovalia sare za sherehe, ilibuniwa ili kutoa dhana potofu kwamba ilimhusisha rais. Aidha, Mokaya akiwa mahakamani ametaka kuchunguzwa upya kwa mashtaka yake, ambapo kupitia wakili wake Danstan Omari pamoja na chama cha wanasheria nchini Kenya wametaka kufahamu endapo Rais William Ruto ataitwa kutoa ushahidi wake. Kesi hiyo sasa imepangwa kusikilizwa kikamilifu Mei 29 mwaka 2025. Kleva, vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi eh? unaferi wapi Mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua? Rafiki yangu mimi hapa nilipo naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu, watumishi wazembe nawaona. Nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya sita wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya sita haina deni, wewe jitahidi, fanya maombi, lipia, uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uende ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme utajanja, ruka ni mashaka wewe. <laughs> Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.